Okay, habari wapenzi watazamaji wa chaneli yangu pendwa ya Good Morning Africa Karibuni tena leo katika uh, maendelezo ya mafunzo mbalimbali ya teknolojia na vifaa mbalimbali kama vile smart TV na vitu vingine vyote. Karibuni tena leo tujifunze somo jingine uh, leo nitaka nifundishe uh, jinsi ya kupata simu yako iliyopotea. Imetokea labda umeibiwa simu yako, alafu sasa unahitaji kuisearch uione, uh, kuitrack simu yako aliyeiba yuko wapi. Ni rahisi sana, unaweza ukatumia tu simu nyingine ambayo iko karibu, ukaitrack simu yako, ukaipata vizuri sana. Sasa ambacho kinatakiwa wewe umefanya, cha kwanza ile simu, hakikisha data ziwe on, ambayo imepotea. Uh, tofauti na hapo, kama data zake haziko on, inabidi utumie labda maybe kuna ze tracker, eh, kuna baadhi, kuna mamlaka ambazo zimepewa ku track simu Yes, yeah, yeah, kwa ajili ya kulinda usalama wa si za watu kama vile polisi na, na sehemu nyingine. Lakini njia rahisi kama simu yako imeibiwa alafu ime, data zake zilikuwa on kabla haja hajafanya chochote, unachotakiwa kufanya unaingia Google, utaandika hapa find my device. Tuko sawa, eh? Find my my device sawa, device utaandika hivyo alafu baada ya hapo itakupeleka moja kwa moja, utaingia kwenye hiyo website ya kwanza. Sawa. Lakini pia kabla hatujamaliza, hakikisha umesubscribe, umelike na kucomment hapo chini ili kusudi usipitwe na video mbalimbali ambazo tunazituma kila siku kwa ajili ya teknolojia na vitu vingine mbalimbali vya msingi sana. Ukiwa una shida yoyote kama vile ya Smart TV imekusumbua au imekusumbua kitu fulani na vitu vingine, usisahau kunicheck, namba zangu za simu zipo hapo kwenye kwenye bio. So hakikisha unaponicheki umesubscribe. Kama hujasubscribe siwezi kukusaidia chochote. Lakini kama umesubscribe nakusaidia bure kabisa. Umeshindwa kuconnect smart TV, si umefanyaje laptop yako na vitu vingine kama hivyo. Okay, utaingia find my device. Hmm, tutasubii log. Af baada hapo kama ndo mara ya kwanza utasign in. Hapa hivi utabonyeza alafu, and then utaingiza email yako pamoja na password yako. Lakini kama ulishagawai ku mimi, kwa sababu nimesha nimeshaingia humu, nitaenda kwenye kusign in email yangu iko moja kwa moja hapo zaswa, imeniletea simu zangu zote ambazo zina hii email ambayo iko kwenye simu. Mfano, nitafute hii Galaxy A05, taitafuta, ita contact device, tasubiri ta kidogo. Ah, imeshapatikana, ila imekwambia kabisa kwamba location ya hii simu imezimwa. Tuko sawa, kwa hiyo imezimwa. Ah, unachotakiwa kufanya ah, kama location iko on utaiona hapa kwenye nani, ngoja tufanye kwa vitendo. Tuseme tuiwashe. Aya, turudie ku, kuitafuta. Hakikisha mtandao wako uko vizuri. Yes, safi. Sasa saizi imepatikana kwamba hii simu iko Bukoba, alafu pia mtandao ambao upo kwenye hiyo simu ni Yas. Simu ina asilimia hamsini na sita lakini pia inaonekana kabisa na ramani, unaweza ukaifata vizuri sana. Nadhani unaiona hapo kwenye ramani ya unatumia vidole viwili nani hiyo nani. Unaweza ukabadilisha ukaipeleka kwenye upande wa nini, uh, upande wa satellite, ikusudi utumie zile nani, ile ramani ambayo inaeleweka zaidi, yani inayoonekana kama ilivyo live. And then pia unaweza uka, uka play sound, ipige kelele. Mfano, labda nimepoteza simu yangu iko mu ndani Naweza nika play sound hapo ikapiga kelele nikaisikia au kama mtu ameiba ikipiga sauti naweza ukaisikia. Lakini pia unaweza ukaisecure device ukaingiza lock. Ukibonyeza kwenye secure device hapa. Mfano kama hiyo simu ilikuwa haiko kwenye lock, itaingia lock moja kwa moja. Lakini pia unaweza ukaifuta uka, uka, uka ukaiflash. Yaani ukaifanya simu yako ilikusudi data zako zisiliki kwa aliyeiba. Kwa hiyo unaifuta inakuwa haina kitu kabisa hapa chini. Kwao ni rahisi kabisa. Jamani, usisahau kusubscribe kwa ajili ya video nyingine. Tena karibuni sana.